Fuatacho ndani ya TVE habari. Na katika habari za kimataifa, rais Trump asema hawataki wahamiaji kutoka nchi ya Somalia. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Mimi ni Roman Shirima na sasa tuzitazame habari za kimataifa ambapo tunaelezwa kuwa rais wa Marekani, Donald Trump, amesema hawataki wahamiaji kutoka Somalia kuingia Marekani, akieleza waandishi wa habari kuwa wanapaswa kurudi walikotoka kwa kuwa nchi yao si lolote. Akiongea katika kikao cha baraza la mawaziri Trump amesema, kusema ukweli, sitaki waingie nchini mwetu na kuongeza kuwa Mar Marekani itaelekea pabaya ikizidi kupokea kile alichokitaja kama takataka inayoingia nchini. Kauli hizo zilizotafsiriwa kuwa za kudhalilisha zilijiri wakati ambapo mamlaka za uhamiaji ziliripotiwa kupanga operesheni maalum dhidi ya jamii kubwa ya Wasomali katika jimbo la Minnesota. Viongozi wa jimbo hilo wamelaani mpango huo wakisema unaweza kuathiri kwa kuwaweka rumande raia wa Marekani wanaweza kuonekana tu kana kwamba wanatoka nchini Somalia. zaidi ya wagonjwa laki mbili wenye maradhi ya kupumua ya ghafla wamerekodiwa katika hospitali sita za umma jijini Deli kati ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na elfu mbili na ishirini na nne. Wakati mji huo mkuu wa India ukikabiliana na ongezeko la uchafuzi wa hewa kwa mujibu wa taarifa ya serikali ya shirikisho. Serikali ilieleza bunge kwamba zaidi ya watu elfu thelathini waliugua maradhi ya kupumua walilazimika kulazwa hospitalini katika kipindi hicho cha miaka mitatu. Uchafuzi wa hewa wenye sumu umekuwa tatizo la mara kwa mara katika jiji la Delhi na vitongoji vyake, hususan wakati wa msimu wa baridi. Kwa wiki kadhaa sasa, kiwango cha ubora wa hewa kutoka Delhi kinachopima aina mbalimbali za chembechembe -chembe hatari ikiwemo PM2.5 zinazoweza kuziba mapafu kimekuwa zaidi ya mara ishirini ya kiwango kinachopendekezwa na Shirika la Afya Duniani, WHO. na mazungumzo kati ya Rais wa Urusi, Vladimir Putin, na wajumbe wa Marekani kuhusu mpango wa amani nchini Ukraine yanaonekana kushindwa kuleta suluhu mpya, licha ya pande hizo mbili kueleza kuwa mazungumzo yalikuwa ya kujenga, lakini hakuna makubaliano yaliyofikiwa kuhusu swala la mipaka ya Ukraine. Hatua hiyo inajiri wakati mawaziri wa mambo ya nje wa NATO walikutana mjini Brussels kujadili mustakabali wa mazungumzo ya amani yanayoendelea. Awali, Putin alinukuliwa akisema kuwa masharti yanayotolewa na Ulaya kuhusu mpango wa amani hayakubaliki, akibainisha hatupangi kupigana na Ulaya, lakini kama Ulaya inataka kupigana nasi, tuko tayari wakati wowote. Kwa upande mwingine, rais wa Ukraine Vladimir Zelensky amesema bado kuna mambo kadhaa yanayohitaji kusawazishwa katika rasimu ya mpango wa amani, lakini akisisitiza kuwa sasa kuliko wakati mwingine wowote kuna nafasi ya kumaliza vita hivi. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Roman Shirima, asante na endelea kuwa nasi. Mimi ni Miriam Mlaponi, kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii, nikutakia utazamaji mwema. Endelea kuwa nasi na asubuhi njema.